Maisha ya jamii na mimi, kabla ni ufanye summary, taulizwa maswali machache. Wale ambao wamepatana nasi kwa muda yapata wiki mbili, nauliza familia ilitoka wapi? Ama dhana ya familia ilitoka wapi? Wazo la familia lilitoka wapi? Ah, mahubiri naamini yaliisha. Mchana tunasherekea na mchan na kufurahia na kuregelea au kuchaua yale tumesoma wiki mbili. Kwa hivyo tulizana, familia ilitoka wapi? Ama dhana ya familia ilitoka wapi? Ah, all right. Okay, kuna watu walikuwa hapa wiki mbili, ama nyinyi wote ni wageni mmekuja leo? Nyote mmekuja leo tu? Yeah. jua juu anaambiwa kwamba kuna jumba hizi za ghorofa zilikuwa zinajengwa mahali uh, alafu kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kazi katika jumba hizo huko juu. Alafu kwa bahati mbaya akatereza akaanguka chini na akazirai, watu wakamzunguka. So mtu mmoja akakuja, huyo uh, uh, mtu kapepetu akaanza kupata fahamu kidogo. Sasa watu mwingine akatokea huko akasema muuliza. Kasema hata nyinyi ndo mmefika tu. Sasa hivi tulikubaliana kwamba dhana ya familia ni wazo la kimbingu, ni wazo ambalo halitokani na mwanadamu na ndo maana ni Mungu tu aliyeona upweke wa mwanadamu akasema, na nitamuumbia mtu anayefanana naye. So the heavenly, the, uh, jambo la familia si la kidunia, ni la kimbingu. Kwa hivyo before you think of issues about marriage, lazima uwe in line with heaven, kwa sababu yeyote anayeshughulikia ndoa pasipo Mungu you will always end up missing the mark. Na tukaangalia mambo mengi kuhusu familia, tukaona umuhimu wa mawasiliano mazuri katika familia, tukaona ni Mungu aliyempa mtu wa kuambatana naye, na tukaona jinsi wajapofaana hufanana, na tukaona jinsi familia hii ikimtegemea Mungu, jinsi Mungu anaiandaa kwa familia ya milele tukaona jinsi kwa mujibu wa Malaki familia Mungu alitaka iwe ili mwishowe ilete mbegu ya kimbingu, which is how to repopulate heaven, mahali malaika na theluthi shetani na theluthi moja ya malaika waliacha. Na ndio maana shetani anapiga vita familia, akijua kwamba these guys want to go and occupy what I missed. Yaani yeye anajua mbinguni hana chake, kwa hivyo hataki pia wewe uende huko, na ndio maana anapiga familia vita. Kwa hivyo, kwa muda wa wiki mbili tumejifundisha mambo mengi ya familia, mambo mengi sana, na ninapenda tuombe ili tuguzie jambo la mwisho, we doing summary na kama kuna swali ama jambo alikuleweka vizuri tuweze kupata jibu. Tuombe tukaribishe watoto waliozaliwa katika kipindi hiki cha wiki mbili, we we tukue charged once more, sote tuondoke na tuendelee kutangaza habari njema. Tuombe. mtakatifu Baba na Mungu wetu jina lako litukuzwe, wewe ambaye ndiye mwanzilishi wa familia, twakusihi uweze kunena nasi jinsi upendavyo. Ikiwa taasisi ya kipekee ambayo kwayo ulitia mibaraka ya kipekee basi, tujalie neema na ufahamu ulio bora, na tusiwe wasikilizaji tu, bali watendaji wa maadili haya. Neema yako tutoshe tunapofungua maandiko, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen. Katika familia kuna nguzo kadhaa, lakini napenda niguze tu nguzo moja. Kwa wale waliokuwa tuliguza nguzo nyingine, nguzo ya baraka ya familia, the principle of blessing, kwamba unapotunukiwa na familia ama unajikuta you belong to a familia, no you are blessed au Mungu anapokupa familia, familia jua ni mibaraka ya kipekee Bwana amekutunuku kwa sababu gani? Tunapopata wito wa mbingu wa kwanza kwa familia ni Mwanzo moja ishirini na nane, Mungu akawabariki na kuwapa wito huu kwamba zaeni muongezeke. Now that's a blessing God has blessed you and given you a command to multiply. Kwa hiyo Bwana huyu anapokupa familia, shukuru Mungu, usiweze kuchukua familia kiholela holela. Vijana tulisema kwamba don't get married by accident ah -ah or don't marry by accident uh -huh. Panga, na si kupanga tu. Soma, elewa, Mungu angependa familia iwe vipi kabla ya kuingia ndani ya familia. Tuliona kwamba watu wanasoma miaka mingi kutafuta vieti tofauti, lakini mwisho wao vinakuwa patupu, na watu wanaingia ndoa, wanapewa cheti hata bila dondoo au wazo fulani la ma, la ndoa. Na tukaona kwamba Mungu alipopatia mwanadamu ndoa alimpa manual ambayo ni Biblia takatifu. Wapendwa, marriage is a blessing, na ni mibaraka ya kufanya nini? To fashion you, it's a blessing to fashion you, to mold you, to help you, to grow you, to empower you and to challenge you. Not everybody can get married or marry. Kwa hivyo unapojikuta, una familia jua, Mungu amekupa jukumu la kipekee. Don't take it for granted. Tunaangalia historia ya maandiko, tunaona baada ya Adam na mkewe kuambiwa wazaane wajaze dunia, ni kweli kwamba mara nyingi kuna wasomi wanaelewa, kuna watu wanasema kwamba walizaa watoto wawili peke yake, si ni kweli? nani na nani? Adamu alikuwa na watoto wangapi? Aliongeza, unahakika? Aliongeza na we umebaki tu na wawili? Eniwe, usijali, Kain na Abel. Lakini kwa mujibu wa maandiko ya Mwanzo tano nne Unaona kwamba alijaliwa na sons and daughters wengine wengi. Bwana sifiwe! Kwa hivyo unapojaliwa, hasa na watoto, jua ni mibaraka, ni mibaraka. Tukaona kwamba Bwana katika familia hii akapeana majukumu, akasema mmoja ni kiongozi, mwingine ni msaidizi, na Bwana ametunza taasisi ya ndoa na na wasia makubwa kwa taasisi hii kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo. Biblia inaanza na familia na inamaliza na familia. Kwa hivyo jua tu Biblia ni manual ya kuongoza familia na Biblia inatunza familia in a jealous way. na ndio maana Paulo anawaambia Hebrania kwamba ndoa ni takatifu muihifadhi. Wacha tusome tu fungu hili tusome tufungu hili, hili. Tunapowakaribisha wenzetu leo, hatukuwa mafundisho leo, ni kukumbushana. Wahibrania kumi na tatu fungu la nne. Hata wasomaji wote walienda safari <laughs> eh? Wahibrania ni kumi na tatu fungu ni la nne Tumekuwa na wasomaji hapa wiki mbili tukijifundisha mapenzi ya Mungu. Sasa tunafunga nikana kwa ama. Oh, wasomaji walikuwa wameenda ubatizo nimeambiwa. Wahibrania ni kumi na tatu fungu ni la nne. Mungu angependa ugad ndoa jealously, usinajisi soma, msomaji. Inasema, inasema, inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Si, si watu wachache, watu wote. Si vijana tu, watu wote. Si wazee tu, watu wote. Si wamama tu, watu wote si wazazi. Unajua kuna watu ambao labda hata baada ya kuona hata wazazi they still want to control that marriage. Inasema ndoa anaheshimiwa na watu wote, endelea: na malazi yawe safi aha, kwa maana hey, washerati na wazinzi hey, Mungu atawahukumia adhabu wow. Kidogo mambo haya mazito. Kwa hivyo ndoa na iheshimiwe na watu wote, na bwana ananukuu uh, Paulo ananukuu pale maandiko amri kumi, kwamba usizini, na anaguza jambo la uasherati na uzinifu. Unajua kuna watu waelewi tofauti ya mambo haya mawili kuzini uasherati na uzinifu, kuna tofauti, kuna tofauti ya mambo haya mawili. Kuna watu ambao wanashiriki tendo la ndoa ili hali hawajaoana, na kuna watu ambao wanashiriki extra relations, anamke au ana mume na bado anashiriki tendo hili nje ya familia. Ndio maana maandiko anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Tunaishi kizazi ambacho kidogo ndoa imedhalalishwa, na ni kweli kwamba unashangaa watu ni kuoana ama ni mchezo. Vijana tu, oh, oh, oh, wamezaa vijana hivi, yani hivi tu yani, yani, yani, eh yani, unashindwa nini? Naendelea sijui walikuwa wameenda ball. Hata leo kuna wengine wataenda ball, si ndio? huko bol, sijui walikuwa ameenda bash, sijui alikuwa ameenda wapi. Yani, yani imekuwa ni kama kwamba ni mchezo. Tabu tulizo nazo katika dunia hii tulikubaliana wiki nzima, hazianzii wapi? State House, zinaanzia kwako nyumba, familia. Kwa vile familia ikiharibika, iki kijiji kimeharibika, nchi imeharibika, dunia imeharibika lakini familia ikisimama, taasisi zote zinasimama. Mwimbaji mmoja alielewa umuhimu wa mapenzi na umuhimu wa familia na akaleta wimbo huu, akasema ije raha yenu katika familia. Hey, wapenzi wa Bwana ijrb unapoelewa kupenda ni nini katika familia, you will guard it jealously and you keep your love pure and clean. Bwana asifiwe. Na nasema unapoelewa mapenzi ni nini, unasikia ina raha, sio? Tukatambua kwamba kuna watu ambao walipendana, lakini mapenzi iliisha, ikabaki mazoee, tuko tu tuishi tuishi tufanye nini? Tuko tu sasa, tutadu <laughs> e, sababu tuko na watoto, hii tunaendanga kanisa. Sasa wazazi wetu walijua tulifanya harusi tukatupewa mahari, kwa hivyo tukaa. Lakini kitu inaitwa mapenzi hata hawajui nini. Ah, mbona mna kubali hivyo na uchungu eh? We are praying that God may Breathe a new life into your marriage in Jesus name, kwamba mweze kuelewa penzi ni nini, kwa sababu Mungu anafundisha penzi hili kwa njia ya kipekee. Anas... kwa mujibu wa Efeso, mnafahamu mambo haya kwamba waume wapendeni wake jinsi Kristo alivyolipenda. Najua kuna kitu tulisema hapa kama haukuwa, naomba tu nikukumbushe Pastor You cannot say you are dying for the church No. Kanisa lina mpenzi wako ambaye ni ye wewe, una mpenzi wako nyumbani Tafadhali, Don't sacrifice your family at the expense of the church. Bwana asifiwe, yaani wewe unahubiri tu Januari mpaka Januari, yaani ulihama kwako ati wewe ni mwinjilisti, wewe ni pastor. Na kwako ukiingia kwako watu wanashangaa wewe ni nani? anko watoto wanashanganga, huyo anko anakujanga mara moja baada ya mwa, mwa, mwa, mwezi moja ama mbili. Yaani wewe ni krusedi baada ya krusedi, no. Z jua kwamba ili kanisa liendelee, kanisa linaanza wapi? Nyumbani. Kanisa ni nyumbani. Hey, waimbaji, ati ministry tu, tunaenda ministry, krusedi, tukamaliza, tukaenda ingine. Ah, ah, familia kwa Hebu mwangalie mwenzako, mwambie familia yako kwanza eh? Familia kwanza, hebu <laughs> He? Niwakumbushe kama hamfahamu, kuna watu who brought who are missionaries in Africa na walipoteza familia zao. Nasema kwamba o oh, walileta Injili, lakini kama wewe utakuwa mhubiri ambaye unasahau familia, wachana nayo kwa sababu kweli ni kwamba hau injili kamili ni kwa matendo. Bwana asifiwe, si kutoka tu na kusema Bwana asifiwe. Hapana, injili kamili ni nyumba, hapo ndipo kuna mapenzi kamili. Na tukakubaliana mafarisayo wakamjia Yesu, akasema Yesu, najua hii mambo ya familia ni magumu, tufanyeje eh? Mathayo kumi, Mathayo kumi na tisa eh? hii mambo ya familia imekuwa ngumu, tufanyeje eh? Musa alisemaje? Yesu akawambia Musa alikubali talaka sababu ya ugumu wa mioyo yee, lakini kulingana na mujibu wa mbingu hakuna vocabulary inaitwa divorce mbinguni. Kwa hivyo hata kuwe na mna gani, na ndio maana unapo unasema for better or for ah, na mbona mna hamtakangi wasi? Mbona hamtakangi wasi? Mnataka tu better lakini ukiapa unasema for better and for..., na ndio maana tunasema familia ni mojawapo ya mtihani wa kipekee kukuza imani yako ndani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe, kwa sababu maandiko inasema mpende mke wako mume wewe, jinsi Kristo alivyolipenda kani, hata kalifia. Kristo alipopenda kanisa lilikuwa nzuri ama lilikuwa limemwasi lilikuwa linapendeza ama lilikuwa chafu sana. Kwa sababu hata waliomuua ni kani, lakini aliwapenda mpaka kawafi. Ah, jamani mume, mbona kidogo kikiumana unatoroka eh? Unaenda wapi? Familia ni taasisi na kufundisha wewe na mimi kupenda kisichopendeka. It is only in the family you can learn that kind of lesson. Na ukweli ni kwamba kama kuna wanaume kama kuna ni wale ambao wamekaa na wake zao miaka 10, 15, 20, 30, huyo ndio mwanaume. Hata huyo ni mwanaume kuliko mwenye amejenga ghorofa. Yaani kukaa na mtu, mtu, mtu ambaye hata nang'ang'ana na Mungu, lakini wewe uko na yeye, huoni ni neema? No, nauliza. No, yaani mtu mpaka mu lakini hata nyinyi wanawake ni hatari, yaani mpaka ulihama kwenu, ukahama na ukasahau kabisa. Wengine hata hawajui njia kwao, mpaka unabadilisha jina. Sema naona penzi ni kitu cha ajabu, na ndio maana Kristo anatualika anatuambia kwamba njooni kwangu, sasa niwafundishe penzi la kweli na utafaulu kwa penzi hilo ukimkubali Kristo. Kwa nini yeye tu ndiye ana uwezo wa kukupa uwezo huo wa kupenda kisichopendeka, na yeye tu ndiye ana uwezo wa kukupa kutii na kumfuata asiyependeka. Ama mnafikiria hao wanaume wanapendeka? O, wanapendeka, wamekataa kumjua Yesu ndio siri ya kufaulu na kupata maisha kamili. Ndio maana Yohana akiwaambia, akinena na wana Yesu akiongea wa katika Yohana kumi na saba tatu anasema kwamba, na huu ndio uzima wa milele wa kujue nani Mungu na Kristo Yesu aliye mtu. We, soma soma fungu hilo, John 17:3 inasemaje? Yohana 17:3. Inasema. Inasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio just a minute. Kuna watu ambao wana uzima, wanasema wako na uzima. Ukisalimia mtu, namuuliza sasa, poa. Maisha poa. Maisha gani? Poa. Si unasikia kusema maisha poa? Sasa hiyo haikui maisha. Sasa maisha ya kweli, uzima wa milele ndio huu. Twende. Wakujue. Wakujue nani? Wewe Mungu wa pekee, wewe Mungu wa pekee wa kweli, wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana asifiwe, amen. The only secret ya ku manage family ni kujua nani hapo. Yeye ndiye anajua upendo ni nini. Yeye ndiye anajua upendo ni nini, na atakufundisha, atakunyenyekeza, atakuelekeza, atakung'oa kiburi, na akung'oe taasubi ya kiume. Akungoe ubinafsi ili upende kisichopendeka. Ukimjua Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma wewe, uheri. Maliza kwa kusema nini? Bwana mwishowe, ukiwa mwaminifu kwa familia, anatangaza mibaraka kwa familia yako, atatangaza mibaraka, na akibariki, hakuna anayeweza leta laana he will give you a turning point. Na ndio maana kuna watu labda wameishi katika familia, wanasema sisi tulilaaniwa sisi tulikaaje, lakini bwana akitangaza mibaraka, he gives a turning point to your family and I think I want to bless the families that are listening to me, na jinsi mtumishi wa Mungu aliwabariki katika kitabu cha Hesabu labda ningependa tutap katika mibaraka hizo, Hesabu sita. na uko pale, msomaji, naam, kuanzia inasemaje? Kuanzia ishirini na nne inasema, inasemaje? Bwana akubarikie na kukulinda. Tulia tu, sikiza, yani baada ya kuangalia mambo yote na kuona kwamba Bwana anatupenda ametupa familia au ananuia tuingie katika familia na kujitoa ili tusome neno lake tumjue zaidi. Hiyo ndiyo mibaraka anatangaza. Bwana afanye nini? Akubarikie. Bwana akubarikie na kukulinda, na kukulinda. Bwana akuangazie nuru Bu bwana akuangazie nuru yake, twende nuru za uso wake na kukufadhili. mm-hmm. Bwana akuinue akuinulie uso wake na Bu kukupa amani. Sasa nataka usome hiyo Kiswahili pole pole kidogo, kama msomaji. <laughs> Haya, baraka unatangaza. Kwa hivyo ukipata koma unasema, na watu waseme amina. Twende, Bwana afanye nini? Twende, Bwana akuinulie uso wake, amen, na kukupa amani, amen. Ndivyo watavyokuweka jina langu juu ya wana wa Israeli nami nitawabarikia. Nataka uanze kusoma fungu hilo vizuri kuanzia 24 mpaka 27 <laughs> kisha tuseme amina, tujue kwamba Bwana amekusudia kubariki jamii zetu na mibaraka hii inatangazwa, tuuwe na mwanzo mpya katika familia zetu. Anza 24. Bwana akubarikie, amina, na kukulinda, amina. Bwana akuangazie nuru za uso wake, amina. na kukufadhili Amen. Bwana akuinulie uso wake mm-hmm, na kukupa amani. Amen. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli nami nitawabarikia. Amen. Swali. Now that you are born. Acha nibadilishe swali. Kama haungezaliwa katika dunia hii, Kungekuwa na hasara? Halo halo, kama haungezaliwa kwa hii dunia kungekuwa na hasara? Mbona hii swali inakaa ngumu? Wacha niweke rahisi. Kwa vile umezaliwa, kuna faida? He? tuko pamoja, lakini kwa hivyo Bwana kupitia kwa familia fulani amekutia katika dunia hii. Swali, utatoka vipi katika dunia hii? Kuna kitu utakuwa umeacha umefanya kabla utoke dunia hii. ili uelewe siri ya mambo haya, mtafute Yesu, kwa sababu wewe na mimi ni shahidi kwamba labda katika maisha ya wazazi wetu tulikuwa ajali, but we were in God's agenda. Bwana asifiwe, we were in God's agenda, na hii agenda ingetimika tu through a family somehow, kwa sababu taasisi ya kipekee ya Mungu kujaza dunia ni fami, familia. Kwa hivyo uliingia katika dunia hii, tafadhali usiondoke jinsi ulivyokuja, usikae kiholela holela. Mtafute Bwana akufungue macho na mawazo, akupe njozi, akueleze kusudi lake la kukuleta katika dunia hii. Na nashukuru kwa sababu dira au manual ya familia inatupa wazi, nasema kwamba kazi ya mwanadamu duniani kufanya nini? Kutangaza neno lake. hey, come on. Ecclesiastes 12. Akifunga anasemaje? Suleimani baada ya kutafuta maisha yote, kujaribu familia za aina yote, e, wake wengi na maswahaba wengi, anabaki kusema And this is the the conclusion of the whole matter. Do what? Fear God and give glory to him. Ukiregelea pale, uh, heri wewe kwa sababu utakuwa una matumaini ya kuishi na utaelewa kwa nini unaishi. Lakini kabla ufike hapo, life can be very useless. Ni ombi langu Bwana wajalie neema, awabariki azidi kuwafunga kwa rehema zake, na afanye kikao katika familia zetu, ili familia zetu ziwe mbingu ndogo, katika jina la Yesu, amina. Bwana awabariki, amina. Tusimame tuombe, kisha tupate nyimbo tunapowasubiri usherekea pamoja na mbingu kuhus, kwa ajili ya watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Mtakatifu, mtakatifu Baba na Mungu wetu, ni raha iliyoje tunaposherekea siku ya Sabato, eti kwamba umekuwa pamoja nasi wiki mbili, na umejitwalia walio wako, na wale ambao bado wako kwenye bonde la kukata maneno, u pamoja na wao kwa vipindi mtawalia wa familia neno lako uchambuzi wa neno lako na unabii umeleta mambo haya wazi kwetu kusudi tuwe wasikilizaji na watendaji wa maadili haya. Hebu neema yako izidi kututosha. Hebu zidi kutuchochea kwa Roho yako Mtakatifu, tujitoe kikamilifu kwako ukituandaa kwa ajili ya umilele. Tazama unakuja upesi Hebu tuandae kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili, tusamee dhambi zetu, imarisha imani yetu, na zaidi ya yote tuandae sote kwa nchi ambayo haina kwaheri. Tunapozidi kutamatisha mikutano hii, hebu Roho wako azidi kuchochea wana wako, na ukiona vema tukutane tena chini ya mbingu hii, sifa na utukufu zikurudie, na kama si hivyo tukutane katika nchi ya umilele. Neema yako itoshe, mapenzi yako atimizwe, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen.